Bilionea ampata mpenzi wa shule ya upili mwenye ujauzito akilea watoto watatu chini ya daraja. Hii ilikuwa ndiyo majibu yake ya haraka. Aliposema maneno hayo ndani ya gari lake jijini Nairobi, dereba wake Kamau aligeuka kwa mshangao. Mheshimiwa, una uhakika? aliuliza kwa sauti ya chini. Musa Karanja, bilionea maarufu wa miradi ya uwekezaji, bima na mali isiyohamishika, alitazama mbele macho yake yakitulia, lakini moyo ukipiga haraka. Alikuwa akitoka mkutano wa usimamizi wa fedha Westlands, akipitia barabara ya Ngara alipomwona mwanamke chini ya daraja akiwa hifadhi watoto watatu dhidi ya upepo wa jioni. Mama huyo namkumbuka, Musa alinong'ona. Sauti ya zamani ilimjia akilini, sauti ya Amina Mwenda, mpenzi wake wa shule ya upili Kangemi. Alishuka kwenye gari bila walinzi. Samahani dada, alisema kwa heshima. Mwanamke alinyanyua uso, macho yakiwa yamechoka. Musa aliuliza, sauti ikitetemeka. Watoto walimkazia macho. Huyu ni nani mama? Aliuliza Zawadi. Musa akakaa chini bila kujali suti yake. Ni rafiki wa zamani, alisema. Hakujua kama hiyo ilikuwa kweli kamili, lakini alihisi mwanzo wa safari ndefu. Usiku huo uliingia polepole. Chini ya daraja la Muthaiga, Amina alisimulia maisha yake. Niliondoka Kangemi nikiwa na ndoto. Nilipoteza kazi, nikakosa makazi, alisema. Jabali, mtoto wa pili, alishika mkono wa Musa bila woga. Watoto ni wangapi? Musa aliuliza kwa upole. Watatu na nina mimba, Amina akasema akitazama chini. Kimya kizito kilitanda. Musa alikumbuka siku zao za shule. Ndoto zao za elimu, usalama wa kifedha na familia. Haya si maisha uliyostahili, alisema. Amina alitikisa kichwa. Sikuhitaji huruma. Sikuletei huruma, Musa akajibu. Ninakuletea heshima. Kamau alirudi na blanketi na chakula. Watoto wakatabasamu kwa mara ya kwanza. Kesho, Musa alisema, nitatafuta makazi ya muda na huduma ya afya kwa ajili yako. Nitahakikisha watoto wanarudi shuleni. Amina alimtazama kwa mashaka. Kwa nini unijali? Musa akavuta pumzi. Kwa sababu niliahidi kuwa mwanaume wa neno, na kwa sababu wakati mwingine uwekezaji bora ni kwa watu. Jidi likang'aa mbali, na ahadi ikazaliwa bila kelele. Asubuhi iliwakuta katika roi sambu. Musa alipanga chumba safi cha pindo. Amina alishangaa kimya. hii ni nyingi, alisema. ni mwanzo tu, Musa akasema. Alipiga simu kwa Daktari Nyeri akapanga kliniki. Afya kwanza, alisema. Watoto walirukaruka kitandani. Tutalala hapa kweli? Zawadi aliuliza. Ndiyo, Musa akatabasamu. Habari zikaanza kuenea. Mwangi, mshirika wa biashara, alimkabili Musa ofisini. Hii inaweza kuharibu jina lako, alisema. Jina langu linasimama kwa uwajibikaji, Musa akajibu. Amina alianza kupata kazi ndogo ya ushonaji. Nataka kujisimamia, alisema. Nitakuunga mkono kwa mafunzo ya ujasiriamali na mtaji mdogo. Jioni walikula pamoja. Amina alizungumza kwa mara ya kwanza kwa kicheko. Unabadilika, Amina akasema. Hapana, narudi nilipokuwa. Lakini ndani ya Musa siri ilianza kumuumiza. Alijua hadithi haijafika mwisho, kulikuwa na kitu hakijasemwa. Kitu kingebadilisha yote. Siku zikapita, watoto wakaanza shule Kasarani. Amina akaimarika, lakini kiuvi kikaja. Mwanaume aitwa Baraka alijitokeza nje ya kliniki. Huyo mtoto tumboni ni wangu, alisema nje ya kliniki. Amina akatetemeka. Musa akasimama mbele yake. Tuzungumze kwa heshima. Baraka akacheka. Wewe ni nani? Ni mtu anayejali? Musa akajibu. Baadaye Amina akalia. Nilijaribu kusahau, alisema. Musa alisikiliza bila hukumu. Tutapitia hili pamoja, alisema. Mwangi akarudi na tahadhari, waandishi wanavizia. Ukweli hauogopi mwanga, Musa akasema. Usiku, Musa alikaa peke yake. Aliwaza kuhusu ndoa, urithi na ahadi. Alijua hatua yake inayofuata ingeharibu au kujenga. Amina alikuja kimya. Sikutegemea nisaidiwe hivi, alisema. Musa akatazama macho yake. Siku moja nitakuambia kila kitu, alisema. Amina akatikisa kichwa. Nitangoja. Mvua ndogo ilinyesha. Nairobi ikaendelea ikibeba siri yao. Asubuhi ya Jumapili, Musa aliwaalika wote Karura. Watoto wakacheza. Amina akapumua kwa hururu. Kwa nini hapa? Musa aliuliza. Mara ya mwisho tulikuja tukiwa wanafunzi. Amina akatabasamu kwa huzuni. Ndiyo. Musa akapiga magoti mbele ya watoto. Natamani mjue mkosama. Wazawa akamuuliza, wewe ni baba yetu? Musa akanyamaza. Ndipo akasema, ninajifunza kuwa baba kwa vitendo. Amina akatambua uzito wa maneno. Ghafla simu ikaita. Kamau akasema, kuna nyaraka zimepatikana. Musa akafumba macho. Saa imefika, alinong'ona. Amina akamshika mkono. Chochote kilicho, nipo. Walitazamana, upendo, hofu na matumaini vikachanganyika. Hadithi yao ilikuwa karibu kubadilika, lakini ukweli mkuu bado ulikuwa umefichwa. Ukweli ambao ungehitaji ujasiri, msamaha na uamuzi wa mwisho. Nyaraka zilipofikishwa, Musa alizifungua polepole. pole. Ilikuwa barua ya zamani kutoka shule ya upili Kangemi iliyokuwa imehifadhiwa kwa makosa. Amina alikaa kimya. Musa, Amina alisema, kama kuna jambo gumu niambie. Musa akavuta pumzi. Miaka ile tulipoachana ghafla, sikuwahi kukuambia kwa nini. Amina akamsikiliza, moyo ukidunda. Nililazimika kuondoka Nairobi, baba yangu alikuwa mgonjwa. Niliahidi kurudi, Musa alisema. Lakini nilirudi nikiwa nimechelewa. Amina akafunga macho. Nilidhani ulinisahau. Sikuwahi, Musa akajibu. Nilijenga biashara nikikimbia maumivu. Watoto walikuja na kucheka. Uhai ukakatiza huzuni. Musa akasimama. Nitafanya mkutano na waandishi wa habari, alisema. Kwa nini? Amina akauliza. Kwa sababu uwazi, heshima na familia ni thamani zangu, Musa akasema. Amina akatikisa kichwa. Niko nyuma yako. Jioni Musa alipiga simu kwa wakili. Lete kila kitu mezani, alisema. Safari ilikuwa imeingia awamu mpya ya ukweli. Mkutano wa habari hapa Hill ulikuwa kimya. Musa akasimama mbele ya kamera. Nimesaidia familia kwa hiari, alisema. Si kwa picha, bali kwa dhamira. Mwandishi akauliza, kuna uhusiano wa zamani Musa akatabasamu kwa ujasiri, ndiyo, na nina jukumu. Amina alitazama nyumbani akiwashika watoto. Baraka alijaribu kuleta kelele lakini ukweli ukamzidi. Vipimo vya afya vilionyesha uwajibikaji wake wa kisheria. Tutafanya yaliyo sahihi, Musa alisema kwa Amina. Watoto wakarudi shule kwa furaha. Amina akapata oda kubwa ya kushonaji. Usiku Amina akasema Ninaanza kuamini tena. Musa akajibu imani hujengwa kwa vitendo, lakini kulikuwa na swali lililobaki. Zawadi akaliuliza kesho itakuwaje? Musa akamkumbatia kesho ni salama. Ndani ya Musa uamuzi ulianza kukomaa, ule ambao ungefungua mlango wa mwisho. Siku ya kliniki ilifika. Amina akajifungua salama, kilio cha mtoto kilijaza chumba, mvulana Dr. Njeri alisema karibu duniani. Musa akalia kimya, karibu. Amina akamtazama Musa, asante. Baada ya siku chache Musa aliwaita wote sebuleni. Nimeweza kwa muda mrefu, alisema nataka familia kamili. Amina akashangaa, unamaanisha nini? Musa akapiga magoti, nataka kukuoa Amina. Watoto wakashangilia. Amina akatiririka machozi, ndiyo. Habari zikapokelewa kwa mchanganyiko wa furaha na maoni, lakini Musa alisimama imara. ulinzi wa familia, mipango ya kifedha na elimu vitakuwa vipaumbele, alisema. Usiku walikaa kimya, amani ikatanda, lakini ukweli mkuu bado haujasemwa. Musa alijua ni lazima usemwe sasa. Siku ya harusi ndogo, Ngong Hills, Musa alimuita Amina pembeni. Kuna jambo la mwisho alisema. Amina akatulia, niko tayari. Musa akatoa nyaraka za vipimo vya zamani. mtoto wa kwanza Zawadi ni wangu. Amina akashtuka, kisha akakaa. Nilihisi, alisema kwa sauti ya chini. Musa akashika mikono yake. nilipoteza muda, samahani. Amina akavuta pumzi ndefu. tuko hapa sasa. Walirudi kwenye sherehe, watoto wakacheza. Musa akamkumbatia Zawadi, binti yangu alisema Zawadi ya katabasamu, baba. Neno hilo lilimponya. Ahadi zikabadilishwa, mziki mdogo, kicheko. Nairobi ikaonekana mbali kama shahidi wa safari ndefu. Miaka miwili baadaye, familia ikaishi Ruaka, Amina akaendesha biashara yake, watoto wakafanya vizuri shuleni. Musa akazindua mfuko wa kusaidia familia sizo na makazi. Usalama wa kifedha huanza na utu, alisema. Jioni moja walitembea pamoja. Amina akasema, nilipoteza matumaini chini ya daraja. Musa akajibu, nilipata kusudi. Zawadi akawaongoza wadogo zake, njoo baba Musa akatabasamu, niko hapa. Hadithi yao haikuwa ya miujiza ya ghafla, bali ya uamuzi, uwajibikaji na upendo wa kweli. Chini ya anga la Nairobi, familia ikasimama imara ikithibitisha kuwa thamani ya juu zaidi si fedha bali watu.